Usiku wa manane unapokuwa kimya, mawazo huweza kuzunguka na moyo unaweza kuwa na hofu au uchovu. Zaburi hizi zinakupeleka kwenye amani ya ndani, zikituliza mawazo na kuleta faraja moyoni. Saa hii ya mapumziko ya usiku ni fursa ya kumkaribia Mungu, kuiachia roho ipumzike na kuingia kwenye utulivu kusikiliza hizi Zaburi husaidia moyo wako kupata nguvu na tumaini, na kutoa ulinzi wa kiroho kwa familia yako. Zaburi ya nne. e Mungu wa haki yangu, uniitikie niitapo. Umenifanyizia nafasi wakati wa shida, unifadhili na kusikia sala yangu. Enyi wanadamu, hata lini utukufu wangu utafedheheka? Je, mtapenda ubatili na kutafuta uongo? Bali jueni ya kuwa Bwana amejiteulia mtaua, Bwana atasikia ni mwitapo. Mwe na hofu, wala msitende dhambi, tafakarini vitandani mwenu na kutulia. Toeni dhabihu za haki na kumtumainia Bwana. Watu wengi husema, nani atakayetuonyesha mema? Bwana, utuinulie nuru ya uso wako umenitia furaha moyoni mwangu kupita yao watakavyozidishiwa nafaka na divai. Katika amani nitajilaza na kupata usingizi mara, maana wewe Bwana peke yako ndiye unijaliaye kukaa salama. Zaburi ya ishirini na tatu Bwana ndiye mchungaji wangu sitapungukiwa na kitu. Katika malisho ya majani mabichi hunilaza kando ya maji ya utulivu huniongoza. Hunihuisha nafsi yangu, na kuniongoza katika njia za haki kwa ajili ya jina lake. Naam, nijapopita kati ya bonde la uvuli wa mauti, sitaogopa mabaya, kwa maana wewe upo pamoja nami; gongo lako na fimbo yako vyanifariji. Waandaa meza mbele yangu machoni pa watesi wangu, umenipaka mafuta kichwani pangu, na kikombe changu kinafurika. Hakika wema na fadhili zitanifuata siku zote za maisha yangu, nami nitakaa nyumbani mwa Bwana milele. Zaburi ya ishirini na saba. Bwana ni nuru yangu na wokovu wangu, nimwogope nani? Bwana ni ngome ya uzima wangu Nimhofu nani? Watenda mabaya waliponikaribia wanile nyama yangu, watesi wangu na adui zangu, walijikwaa wakaanguka. Jeshi lijapojipanga kupigana nami, moyo wangu hautaogopa. Vita vijapo nitokea, hata hapo nitatumaini. Neno moja nimelitaka kwa Bwana, nalo ndilo nitakalolitafuta nikae nyumbani mwa Bwana siku zote za maisha yangu, niutazame uzuri wa Bwana na kutafakari hekaluni mwake. Mradi atanisitiri bandani mwake siku ya mabaya, atanisitiri katika sitara ya hema yake, na kuniinua juu ya mwamba. Na sasa kicho changu kitainuka juu ya adui zangu wanaonizunguka, nami nitatoa dhabihu za shangwe hemani mwake nitaimba naam, nitamhimidi Bwana. Ee Bwana, usikie kwa sauti yangu ninalia, unifadhili, unijibu. Uliposema, nitafute uso wangu, moyo wangu umekuambia, Bwana, uso wako nitautafuta. Usinifiche uso wako, usijiepushe na mtumishi wako kwa hasira. Umekuwa msaada wangu usinitupe wala usiniache, e Mungu wangu wa wokovu wangu. Baba yangu na mama yangu wameniacha, bali Bwana atanikaribisha kwake. e Bwana, unifundishe njia yako, na kuniongoza katika njia iliyonyooka, kwa sababu yao wanaoniotea. Usinitie katika nia ya watesi wangu, maana mashahidi wa uongo wameniondokea nao watoa jeuri kama pumzi. Naam, ya kuwa nitauona wema wa Bwana katika nchi ya walio hai. Umngoje Bwana, uwe hodari, upige moyo konde, naam umngoje Bwana. Zaburi ya mia moja ishirini na moja. Nitayainua macho yangu niitazame milima, msaada wangu utatoka wapi? msaada wangu u katika Bwana aliyezifanya mbingu na nchi. Usiwache mguu wako usogezwe, asisinzie akulindaye. Naam hatasinzia wala hatalala usingizi yeye aliye mlinzi wa Israeli. Bwana ndiye mlinzi wako, Bwana ni uvuli mkono wako wa kuume. Jua halitakupiga mchana, wala mwezi wakati wa usiku. Bwana atakulinda na mabaya yote, atakulinda nafsi yako. Bwana atakulinda utokapo na uingiapo, tangu sasa na hata milele. Zaburi ya tisini na moja. Akae mahali pa siri pake aliye juu atakaa chini ya uvuli wa Mwenyezi. Nitamwambia Bwana ndiye kimbilio langu na ngome yangu, Mungu wangu nitakaye mtumaini. Maana yeye atakuokoa na mtego wa mwindaji na tauni ipotesayo. Atakufunika kwa manyoya yake na chini ya mabawa yake utapata kimbilio, ahadi yake ni ngao na diri. Hutakiogopa kitisho cha usiku wala mshale urukao mchana wala tauni ipitayo gizani wala uharibifu uangamizao adhuhuri. Maelfu waanguka upande wako, na elfu kumi mkono wako wa kuume, lakini haitakukia. Kwa macho yako tu utaangalia na kuiona thawabu ya wabaya. Kwa kuwa umemfanya Bwana kuwa kimbilio lako, aliye juu kuwa maskani yako, hapana uovu utakupata, wala pigo halitakaribia hema yako. Maana atawaamuru malaika zake wa kulinde katika njia zako zote, watakuchukua mikononi mwao, usije ukajikwaa mguu wako juu ya jiwe. Utamkanyaga simba na nyoka, mwana simba na joka utawakanyaga chini ya miguu. Kwa kuwa amenipenda, nitamponya, nitamtukuza kwa kuwa amejua jina langu, ataniita nami nitamwitikia, nitakuwa pamoja naye katika taabu, nitamponya na kumtukuza, nitamsaza kwa maisha marefu, nami nitamwonyesha wokovu wangu.